La leo kushuhudia kubarikiwa na kufunguliwa kwa rasmi kwa jengo la ibada ni tukio linalogusa ya wengi miongoni mwetu, kwa kuwa usharika wa Katare ni mmojawapo wa konga ya dayosisi, ikiwa ni mmojawapo ya, ya njia zingine katika eneo la dayosisi. Jengo hili ni la tatu kama imeshaelezwa katika, tulianza na jengo, Jengo la nne, tulianza na jengo la miti likamawe, likaja lilokuwa kile hiki hapa. Sasa hili jengo la nne likawe katika mtaa wetu bado jambo hilo lil zaidi na ufinyu wa nafaka usharika wetu, au niseme umekuwa na azma ya kupanua jengo la like ibada kwa kweli, imekuwa ni kwa muda mrefu, kiangalia eneo tulio hapa kidogo hasa inapokuja Pasaka na Noel nawanajaa tunajua, kwamba maeneo yetu ya mvua ya mara nyingi. Kwa hiyo washarika wanakuja ibadani Krismasi na Pasaka, tunakuwa na washarika ambao wanaondoka kanisani ibadani wameloa, kwa sababu wamelazimika kukaa nje, lakini fikiria kupanua jengo Sita. Sita kwa sababu ya gharama kubwa, jambo umuhimu wa k jengo la ibada, msukumo mpya baada ya kufika mchungaji mchungaji fanya pekee ya kuingia vijijini katika vijiji vya mtaa huu na pia vingine katika usharika wetu, wakwenda kuwatafuta watu wazima ambao kipindi hicho walikuwa wamepoa sana kiroho na hata hawaji juri hizo zilifanya tatizo.

mwisho wa siku zoezi tukilenga ni kupanua fikira ni kupanua, lakini kwa kweli imekuwa ni kujenga jengo jipya katika lile jengo la zamani. Ni ukuta mmoja tu umebaki mwisho kule kaskazini, na wenyewe umefanyiwa na mabadiliko makubwa. Tulijipa moyo Mungu katika Hadai, sura ya kwanza ule nane Nalosema pandeni mulimini. Kalete, mkalete miti kajenge nyumba hii nitafurahi. Na kua leo, tunaamini Mungu wetu anafurahi furahi na hii kilichofanikileza. Tulijipa moyo neno hili la Mungu kinywa cha na kwa hakika Mungu ametupa nguvu umoja amali za kukamilisha kazi hii kiasi hiki ambacho mnakishuhudia leo, Baba Askofu. Na ue ujenzi wa jengo ulianza kwa o ya kuunda makao ya kudumu ya ibada wetu usirisha maombi yetu na kumtolea sadaka ila yanayompa utukufu Mungu. Ali ujenzi uli mwaka 2019 kama tulivyosema awali, kamilishwa kwa majitoleo daka za hiari, ndani washani washirika wa nje, marafiki zetu na wadau wengine mbalimbali hata ambao si washarika wenyeji wa, wa maeneo haya, kwa kazi hii wanaifanya kwa utukufu wa Mungu. Katika sisi tulikuwa na changamoto za kifedha, faa nguvu kazi, lakini kwa imani, sala na mshikamano wa washirika tumeweza kuyashinda hayo yote. Tunasimama kwa kushangilia hapa, tunapenda kwanza tunamshukuru Mungu mwenyewe kwa uongozi, baraka zake na neema, alizojalia. Nashukuru viongozi wa kanisa hasa DSC kutuongoza katika kufanya kazi hii Yao, ofisi kuu ya dayosisi, hasa idara ya ujenzi, kwa ushauri wa kimbora katika kipindi chote ambacho ujenzi ulinaendelea, ya jimbo nawe jimbo ambayo kwa kuwa msaada mkubwa kwa ushauri na maelekezo, na hata kipindi fulani tulipokuwa tumekwama kifedha na tuna kazi ambayo inatakiwa kwenda haraka kusogeza uh, kazi mbele. Wadau na marafiki wa kanisa ada ya fedha, vifaa, ushauri ambao tume, lakini pia tumshukuru sana fundi wetu mjenzi ambaye amesimamia, amefanya kazi ya ujenzi wa kanisa mwanzo kwa taada zake wake na uvumilivu uliotuonyesha tangu mwanzo hadi hatua hii tuliofikia sasa. Kwa namna ya kipekee, Baba Askofu, shirika wa mtaa na usharika wa Katare, tunamshukuru sana Mungu kwa ya mchungaji wetu Timotheo Mwemezi Kahiki. Alikuwa ni mwemezi kweli kweli kwetu. Mchungaji Kahigi amekuwa muhimili, kama mchungaji alifanya juhudi za kikeza za kuwatembelea Kristo waliokuwa kwenye ibada za kanisa, jambo ambalo liliongeza sana tatizo la nafaka katika nyumba ya ibada, hata kama si Noeli au Pasaka.

tuseme <mucho> wa ujenzi ni kazi inayohitaji uadilifu wa hali ya juu sana. Mara nyingi watu usitoa sadaka fikiri kwamba sadaka hiyo haitatimiza lile wanalokusudia. Mchungaji Kahii nisika, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya huduma hii. Sijui niseme nini. Kwa kweli, tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya hiyo chungamizi mahiri wa kazi ya ujenzi, bila kuwathiri namna yoyote huduma zake za kichungani. Tunamshukuru mno Mungu kwa ajili yake, kwa kumwacha awepo ushirikani kwetu katika kipindi chote hiki, na kwamba kwa sasa tuko tayari kumwacha aende bado, bado katika usharika wetu ah, kama tutapata nafasi bado tunahitaji Baba Askofu rasmi kabisa. Jana ujenzi wa nyumba hii ya ibada, usharika wetu uliamua kujenga hotel kwa ajili ya wanafunzi wanaoma katika shule iliyo ya kata Sale hasa hasa kuwasaidia watoto wa kike wanaotoka na na hapa, na shule lipo maeneo yanayohudumiwa na kule, wananchi kuna watu wanaotoka wanakuja kusoma hapa, ili tuwashe kidogo katika kipindi cha, lakini pia baada ya kasi ya jengo hili kwa hiyo kwamba uzinduzi pamoja na mahitaji ya kukamilishwa vizuri, si mwisho wa safari yetu ya utumishi kanisani, bali mwanzo mpya wa safari kushirikiana na ndugu zetu wa usharika wa upanuzi unaoendelea wao wow. wa nyumba katika na pia kya marange. Tunajua kwamba kazi hiyo itaendelea hata baada ya leo jengo hili kuwa limezinduliwa. Kwa hiyo washirika ideu unatumaini kuwa na tena mkitutembelea ili kazi ya Bwana, na tunaomba Mungu aendelee kuibariki kubariki dayosisi yetu pamoja na viongozi wake na waumini. Naomba kuwasilisha, lakini leo mtaa amalizie kwa neno la mwisho. Asim, so Mheshimiwa Askofu, wachungaji na waheshimiwa wote ni siku ya furaha aliyoyasema kama mzee wa mtaa wa Katare, wote aliowataja walikuwa wananisaidia mimi. Nimepata bahati ya kuzinduka kanisa hii tukiadhimisha waasisi. Waasisi kwa maana hao wamenisaidia hata mimi macho yangu ukifika itakuwa nitapata chochote chema. Lakini miongoni mwa watu walionisaidia. Baba Askofu nataka niwazawadie kitu kidogo, ili iwe alama ya kutekeleza azma yangu ya kuwa na kanisa la mtakatifu. Namuomba Tagelazi Shiwa Mapinga na Silivano Kato niwazawadie kwa kazi walifanya kusaidia kujenga hiyo kalo Mama Kapinga um, kwenye mikoa yangu nimeanda vitambaa ndichokianda. Najua mchungaji kaigi

pamoja naye niopokea ji n Mama Kapinga ni mshiriki ambaye ni wa nje ya mtaa huu.